wa mkoa wa Dar es Salaam. Jina langu naitwa Shukrani Kiando, wadhifa wangu ni kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kwa hapa naomba niwasilishe taarifa hii kwa niaba ya katibu mkuu wizara ya ardhi ndugu Engineer Anton Sanga. Mheshimiwa Mkuu wa mkoa ulitukabidhi wizara ya ardhi uh, taarifa hii ya timu katika wiki mbili zilizopita ukituelekeza tuipitie na tufanye maamuzi kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa ajili ya ufahamu wa jamii, napenda nilidadavue swala hili kwa kina kuanzia mwanzo mpaka mwisho na namna ambavyo tumelitekeleza tangu tulipopokea maoni ya timu na tangu ambapo tumeyapitia maoni ya timu ili tuweze kueleza umma. Mheshimiwa mkuu wa mkoa uh, limefuatia swala hili limekuja kufuatia uchunguzi ambao uh, timu iliundwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ufuatiliaji huu wa mgogoro ulihusisha kutembelea uwandani pamoja na kupitia kumbukumbu katika sehemu mbalimbali. lakini pili Timu tumebaini kwamba ilihoji watu wote zaidi ya nane ambao wamehusika na swala hili tangu mchakato huo ukianza mwaka 2011. Lakini tumeona pia, timu imepitia kumbukumbu zote za Wizara ya Ardhi, lakini pia timu imepitia katika kumbukumbu zote za kimahakama kwa maana mashauri yote ambayo yamebainishwa katika miliki hii, yani kiwanja namba 819 Msasani Bichi, lakini pia tumeona timu imepata taarifa nyinginezo kutoka Mahakama Kuu. Mheshimiwa Rais, labda ni urejeshe ni urejeshe umma, um, katika swala hili mtakumbuka kwamba awali tulisema kiwanja hiki umiliki wake ulianza mwaka 1999, mmiliki wa kwanza alikuwa ni Bariki Elsante Kenja. Uh, na mwaka 2007 bwana Bariki Elsante Kenja alihamisha miliki hii kwenda kwa Quality Real Estate. aliuza baada ya hapo miliki hiyo mwaka elfu mbili na nane ilihamia kwenda kwa Quality Real Estate Company Limited na baadaye kwenda kwa Justice M Lugaibula ambaye ni marehemu mume wa mlalamikaji ambaye kwa sasa ni marehemu. Lakini pili, mwaka 2011 kwa mujibu wa kumbukumbu za msajili Justice M Lugaibula alihamisha miliki kwenda kwa Mohamed Mustafa njia mauziano ya shilingi milioni mia mbili sitini na mbili na laki tano. Ndugu waandishi wa habari, jalada la Wizara ya Ardhi linaonyesha uwepo wa zuio wa caveat iliyosajiliwa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2012. Zuio hiyo liliwekwa na Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule akilalamika njama za mme wake kutaka kuuza nyumba hiyo ya ndoa bila ridhaa yake. Wakati mlalamikaji akiweka zuio hilo aa, hiyo miliki ilikuwa tayari imeshahamia kwa ndugu Muhamedi Yusufali tangu mwaka 2011. Mheshimiwa mwenyekiti, swala hili limefanywa uchunguzi, lakini pia nije kwenye kipengele cha mapitio ya sheria mbalimbali ambazo kamati imepitia katika sheria mba, mbalimbali. Mheshimiwa Rasii, kamati imepitia katika sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka wa 99 lakini pili, imepitia katika mashauri mbalimbali yaliyohusu kiwanja hiki. Imepitia katika kesi namba mia mbili na nane ya mwaka elfu mbili na kumi na moja iliyofunguliwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, na hii ilikuwa ni Mohamed Mustafa Yusfari dhidi ya Justice Lugaibula. Lakini kamati imepitia pia katika kesi namba 389 ya mwaka 2020, shauri lilifunguliwa katika baraza la ardhi na nyumba la wilaya ya Kinondoni na Mohamed Mustafa Yusufali dhidi ya M Ugaibula na Alice Pasco Haule. Kamati ilipatiwa nakala halisi ya tuzo decree ya kesi husika, Mheshimiwa Rasi, decree hii ilikuwa ni consent judgment, kwa maana waliridhiana mezani. Lakini pia Mheshimiwa Rasi, uh, kamati tumeona imepitia kwenye kesi namba 3143 ya mwaka kesi hii ilifunguliwa Mahakama Kuu mwezi wa pili 2025, na kesi namba 12, 24, 356, ya mwaka 2025 Mheshimiwa Rasi, kamati pia tumeona imehoji uh, mashahidi mbalimbali. Kamati imehoji mashahidi zaidi ya nane akiwepo mwanasheria aliandaa nyaraka za kukopeshana fedha na mauziano kati ya marehemu Justice M Lugaibula na Muhammad Mustafa Yusufali shahidi katika taarifa ya kamati anakiri kwamba anamfahamu wa mume wa mlalamikaji ambaye ni Justice M Rugaibula, ndiye aliyechukua draft ya spouse consent kwenda kumsainisha mlalamikaji Alice Nyamwiza. Uh, Pasco Haule anasema mume wake alichukua nyaraka hiyo na kwenda kumsainisha, lakini baadaye akairejesha mume wake. Shahidi anakiri kwamba hakuwahi kumwona sehemu yoyote bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo. Ah, mheshimiwa mwenyekiti, lakini pia iliingiwa mikataba, kwenye taarifa tumeona iliingiwa mikataba miwili: mkataba wa kukopeshana shilingi, mi, shilingi milioni mia hamsini na mkataba wa transfer wa hicho kiwanja kwa gharama shilingi mia mbili, sitini na mbili na laki tano na mikataba hii yote mwili ilihusisha kiwanja kimoja kwamba ukishindwa kulipa deni milioni 150 ifanyike transfer kwa thamani ya milioni mia 262 lakini mheshimiwa mwenyekiti tumebaini kwamba masuala yote ya kukopeshana hayajawahi kuripotiwa wizara ya ardhi mheshimiwa mwenyekiti yaliyobainika kamati imethibitisha kuwa nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 msasani beach imekuwa ikimilikiwa kihalali na Justice M Lugaibula na kuwa nyumba hiyo ni mali ya ndoa matrimonial property. Lakini pia kamati imebaini kuwa mnamo mwaka 2010 Mohamed Mustafa Yusufali na marehemu Justice Lugaibula waliingia mkataba wa kukopeshana fedha kiasi cha shilingi milioni mia hamsini kwa dhamana ya nyumba tajwa, lengo kuu ni mkopo, sio kuuza nyumba. Mheshimiwa Rais, kamati imebaini kuwepo kwa mkataba wa mauziano wa nyumba hiyo baina ya Muhammad Mustafa Yusfari na Justice M Lugaibula mwaka 2010, ambapo ilikuwa ni takwa la mkataba huo kwamba ikitokea Justice ameshindwa kulipa deni hilo basi dhamana nyumba ihamie kwa Muhammad Yusfari. Kamati imethibitisha kuwepo kwa mashauri kadhaa kuhusiana na miliki, nimeshaeleza. Kamati imethibitisha kuwa Muhammad M Yusfari aliliomba baraza la ardhi na nyumba wilaya ya Kinondoni wamalize kesi hii kwa maridhiano kwa njia ya makubaliano na hilo lilifanyika na kuthibitika kwa kuwepo kwa deed of settlement. Na Mheshimiwa RC, deed of settlement ambayo tume, tumeiona kamati iliomba directly kutoka kwenye baraza la ardhi na nyumba husika. Mheshimiwa RC, kamati pia tumeona imethibitisha pasi na shaka kuwepo kwa tuzo decree ya baraza la ardhi na nyumba Kinondoni ambayo ina makubaliano deed of settlement baina ya Muhammad Yusufali mdai na Jusis Mlugaibula na Ali Saule wadaiwa, ya kumaliza mgogoro na madai yanayohusiana na nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 Msasani Michi, Dar es Salaam. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati imetilia shaka kama spouse consent, kibali cha mwenza, kilitolewa kwa mjibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 ikisomwa pamoja na sheria ya ndoa ya mwaka 1971, kwa sababu zifuatazo: moja, Mheshimiwa mwenyekiti, kamati haikufanikiwa kuona spouse consent, idhini ya mwenza ambayo ni halisi, yani original copy, licha ya pande zote kutakiwa kuwasilisha nyaraka hiyo katika kamati. Mheshimiwa mkuu mkoa, pia Bibi Alice Haule anakana anakataa kwamba hajawahi kutoa idhini ya ndoa ya kuuza mali ya ndoa. Anaeleza kwamba ndio maana amekuwa akishughulikia swala hili akilalamika tangu mwaka elfu mbili kumi na mbili kwa, na akaamua kuweka caveat. Kwa hiyo anakana kwamba hakuwahi kutoa spouse consent. Lakini finding ya tatu katika spouse consent, Mheshimiwa rasi, maelezo ya wakili aliandaa nyaraka hiyo yanasema kwamba hakuwahi kumwona Bi Alice haule akisaini nyaraka hiyo mbele yake, bali aliandaa nyaraka hiyo kisha kumkabidhi mme wake na mme wake akairudisha ikiwa imesainiwa. Lakini pili, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kivuli cha nyaraka ya idhini ya mwenza ambayo iliwasilishwa na mwanasheria wa Mohamed Mustafa Usfari inaonekana kuwa na saini ya maandishi na dole gumba kwa maana ya thumbprint hali inayotofautiana na maelezo ya wakili aliyeandaa na kugonga mihuri nyaraka hizo, ambaye alikiri kwa maneno na maandishi kwamba nyaraka aliyowasilishwa iliyowasilishwa kwake ilikuwa na saini ya maandishi tu. Yaani, nyaraka ambayo mwanasheria aliandaa nyaraka zile za mauziano kati ya kati ya marehemu Justus na Muhamed Mustafa anasema ililetwa ikiwa imesainiwa na mkono. Mheshimiwa Rais, kuhusiana na jaribio la kumwondoa kwa nguvu Bi Alice Haule katika nyumba iliyokuwa akiishi, kamati imebaini taratibu za kisheria hazikuzingatiwa kwa sababu hakukuwa na amri yoyote ya mahakama au vibali vilivyoidhinishwa na mamlaka. Aidha, kamati imebaini kwamba zoezi hilo lilipelekea Bi Alice pamoja na familia yake kushambuliwa na kudhalilishwa vilevile wapangaji wa Bi Alice ambao ni raia wa kigeni waliibiwa vitu mbalimbali ikiwemo fedha zao na masuala haya yameripotiwa katika jeshi letu la polisi. Mheshimiwa Rasi, baada ya kupitia taarifa hii ya kamati, pia tumeona maoni ya kamati na naomba ni yaseme hapa kama yalivyo. Mheshimiwa Rasi, maoni ya kamati, maoni ya kwanza ni kwamba serikali kupitia mamlaka zake dhidi ya watu mamlaka zake zichukue hatua dhidi ya watu binafsi na makampuni yanayojihusisha na ukopeshaji wa fedha bila kufuata sheria, kanuni na miongozo ya serikali A. Mbili, pamoja na juhudi kubwa za serikali za kutoa elimu ya fedha na ardhi kwa wananchi, tunashauri jamii isiingie mikataba na taasisi au watu binafsi, mikataba kama hii ambayo inatoa mwanya mkubwa wa kudhulumiwa. Tatu, wanandoa wanapouza mali ya ndoa washirikishe wenza wao na wanasheria, waone wenza wao wakisaini kwa macho yao, kwa sababu watu sasa hivi hawaaminiani. Wajiridhishe ushirikishwaji wa wanandoa katika kununua na kuuza mali za ndoa. Lakini nne, waliohusika na jaribio la kumwondoa Bi Alice Haule kinyume na utaratibu wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria ya Mheshimiwa Rais, na hilo lisha litolea maelekezo tangu siku ya kwanza. Mheshimiwa Rais, pia tumeona katika taarifa ya kamati kutokana na hizo fact wanapendekeza milki ya nyumba hiyo irejeshwe kwa Alice Pasco Haule kama msimamizi wa mirathi ya marehemu Justice Lugaibula ikiwa ni utekelezaji wa tuzo decree iliyotolewa na baraza la ardhi na nyumba wilaya ya Kinondoni mwezi Septemba 2021 lakini pia kutokana na, na mashtaka ya kughushi spouse consent kwa maana ya idhini ya mwenza Mheshimiwa Rais, baada ya kupokea uh, taarifa hii na kuipitia kwa kina uh, Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Engineer Anthony Sanga alifanyia kazi swala hili na hatimaye kuirejesha milki hii kwa mlalamikaji. Na hapa Mheshimiwa Rais, kikupendeza, naomba nikukabidhi hatimiliki husika ya mama Alice ambayo ni hii hapa. Hati hii imeandikwa this is to certify that Alice Pasco Haule is a legal personal representative of Justus A. Ugaigula.

according to the true intent and the meaning of the land act and the subject to the provisions thereof and to any regulations made thereunder and to any enactment in sub in substitution thereof amendment thereof and to the special special conditions kiwanja kipo Kinondoni location Msasani Beach plot number 819 eria square meter lina ukubwa wa square meter elfu moja na mia tatu. Plan number imeelezwa, kila kitu kimeelezwa na Bi Alice amesign hapa kwenye hati hii, na kwa Bi Alice pongezi, yes. <muchilisimu> <Ndali san. muchilisimu> Kwa majina naitwa yeah. Majina naitwa Alice Pascal Haule ni, Maa, ni mke wa marehemu Justice Emru Begura. Kwa majina naitwa Alice Pascal Haule ni mke wa marehemu Justice Emru Begura, lakini pia ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Justice Ugaigula ambaye ameacha watoto wanne. Na kutokana na alivyoongea mkuu wa mkoa na viongozi wote wa serikali, ili jambo sihitaji kujieleza tena kwa sababu limezungumzwa. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi Watanzania na kusikia vilio vyetu, lakini pia nipende kushukuru kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza. Namshukuru pia mkuu wa wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola ambao walisikia swala letu na wakatia nguvu kubwa sana kulifuatilia kwa kina. Nashukuru pia majirani, wananchi pamoja na vyombo vya habari kwa kile ambacho ndikifanya kwa siku ile ya tukio ikasaidia zaidi waweze viongozi wetu waweze kupata picha ya nini kinaendelea. Lakini pia nipende kusema kitu kimoja, nimemsikia mkuu wa mkoa akiongelea kwamba mama yetu Mama Samia hatakuwepo kwa Dar es Salaam. Nipende kuambia wamama wenzangu, wanawake wenzangu, na sio wanawake tu, hata wanaume ambao wanapitia migogoro mbalimbali ya kifamilia au jambo lolote ambalo linaleta utata, anapokuwepo rais, hakuna kinachoharibika. Wajitokeze kwa wingi ili kuweza kusikiliza sera za mama rais anachoenda kuongea, lakini pia kupeleka mahitaji yao mbalimbali, kwa sababu tusipoongea hatuwezi kusikika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapelekea viongozi wetu yale mambo yanayotusibu. Labda mimi nisingekuwa nimepaza sauti, wasingeweza kujua ni nini kinaendelea chini ya kapeti. Kwa hiyo napenda kuwashukuru sana serikali na vyombo vyote vya dola na kamati ambayo ilikaa usiku na mchana kuendelea kufanya uchunguzi kujua kipi ni kipi. Baada ya hayo, nimeambatana na wanafamilia eh, watoto wengine wako shuleni lakini niko na mtoto wetu mkubwa ambaye ndio nilikuwa naye siku ya tukio. Niko na shemeji yangu mdogo wa marehemu mume wangu pamoja na dada yake mkubwa. Asante sana. Na wewe una watoto wangapi mze, na mzee Justo Sulemani? Mimi nina watoto wawili lakini wapo pia watoto wengine wa wa, wa. Na hao watoto wawili mmewaweka kwenye mirathi? Ndio. Kwa hiyo jumla watoto wanne. Wanne. Na wewe unakuwa ni msimamizi wa mirathi? Ndio. Sawasawa. Kwa hiyo tusisitize kwamba wenyewe mlioko pendaneni, pendaneni, mmeachwa na baba, pendaneni, ni matokeo ya baba, na hizi ni mali zinapita. Mgeweza kuikosa lakini leo mmeipata, muitunze, na nyinyi msiingie kwenye tamaa na kuanza kuona, kwa sababu imerudi labda kwenye jina la mama, sasa wengine hawastahili au wengine hawastahili. Ndugu, msifanye hivyo. Aliyowarejesha hiyo ni Mungu wa mbinguni, ambaye ndio mnapaswa kumshukuru nyakati zote. Lakini leo jereshea pia hati hiyo ni Mheshimiwa Rais, ambaye sisi ni matokeo yake, napaswa kumshukuru na kumwombea heri, ili yale yote anayoyawaza katika moyo wake yaweze kufanikiwa na yaweze kufikika. Na mwisho mshukuru pia vyombo vya dola, kwa sababu wangekuwa wanarushwa wangeungana na hao na mwisho wa siku kila kitu kinge kingeshindikana. Na RPC huko hapa, nadhani RPC huko hapa, RPC yupo hapa Wasa, ina shida, shida. Eh, RPC atawajibika ata, ata na maswala yote anayohusiana na vitisho vya aina yoyote kwenye familia ya mama huyu. Na si tunakuthibitishia, mtu yoyote kimuona anainua mdomo wake kukufanyia vitisho vya aina yoyote, tupigie simu hata kama ni saa nan za usiku. Mtu huyo, RPC nilikuwa nakupa kazi hapa ya kuhakikisha kwamba mama huyu hapokei vitisho kutoka upande wowote na anakuwa anatimiza wajibu wake katika taifa kwa uhuru na kwa haki kwa uwazi, bila kutishwa na mtu wa aina yoyote. Nafahamu kundi jingine inawezekana likawa halijaridhika na maamuzi hayo, lakini kama lipita njia za mkato, vyombo vya dola na serikali kwa ujumla huwa vinasimamia ili kuweza kunyosha. Labda kama na jambo lote, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amepokea maelekezo na tangu siku ile ya kwanza ilimhakikishia ulinzi, na tutaendelea kuhakikisha kwamba hapokei hivyo vitisho. Lakini na kamati hii iliyofanya kazi hii, ambayo jeshi la polisi pia kulikuwa na vijana ambao walikuwa na sehemu ya hiki kilichopatikana leo, na kuahidi na mbele ya mwandishi wa habari, lakini na wanaume wa kituloo, kwamba ulinzi wa huyu mama uko salama kuanzia sasa hivi. Na kwa mtu yeyote atakayejaribu kumtisha kwa namna yoyote, basi mimi niko tayari kupokea taarifa hizo na kuzifanyia kazi. Asante. Kwa hiyo br, si kwa sasa hivi unafanya biashara, unafanya biashara, tangaza biashara yako. Biashara gani unafanya? <laughs> au biashara ni siri? Biashara ni siri eh Sawa, najua nimemwona na mama huyu akiwa anahangaika kwa muda mrefu, na wamempa hasara pia kwenye ile nyumba. Na mimi na wenzangu tumetafakari tukasema kwa heshima ile ile ambayo mheshimiwa Rais wetu ametupa wa kuongoza watu katika mkoa wetu, kumheshimu Mungu wa mbinguni, kuheshimu wanyonge wa taifa letu, tumchangie mama huyu milioni kumi ili zikamsaidie kwa ajili ya kuendesha biashara zake na hatumchangii, sio kwa umaarufu wa Charamila au kwa umaarufu wa nani. Haya mambo yote, sifa na utukufu ni kwa Mungu. Lakini jambo la pili, haya yote ni kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi leo naweza nikaonekana wa maana sana, lakini siwezi kuyafanya haya kama sikupata heshima hii ya kutawala mikoa hii na kuteuliwa kuwa mkuu wa mkoa na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo usije ukanishukuru sana mimi mkuu wa mkoa. Mimi si kitu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania angeweka watu wahovyo katika hii mikoa na sisi tungeungana na watu wahovyo tukakudhulumu wewe. Kwa hiki ni anza ni ishara kwamba na sisi pia tunamtegemea Mungu, ila tuongoze kuyafanya yaliyo mema. Hai naukabidhi milioni hizo. Asante sana, Mungu akubariki. Hai kazi njema, katunze vizuri, kaelei familia na Mungu atakupa njia. Asante sana. Haya, muombe heri mheshimiwa rais. Asante. Haya jamani, nawashukuru sana kama mtakuwa na mambo machache, nadhani yote yamefadia mtafsiriwa vizuri sana. Si ndio jamani? Naam, aonyesha hati, eh Shika hiyo. Afikiri kiando atawaambia hati huwa itakiwi kuwa laminated.